Mwenyewe amepokea jukumu hili na ni kocha ambaye ana uzoefu mkubwa, kocha ambaye ameshakuwa na hadhi ya kufundisha timu ya taifa, sio kocha wa mchongo mchongo, ni kocha ambaye anaweza kuishi kwenye presha na majukumu ya ghafla kama haya anaweza kuyahimili. Kwa kwahiyo tunaamini e, ni kocha sahihi kwa wakati ambao tuko nao. Tumeshasema ni kama caretaker kwa muda, tunakwenda kutafuta kocha mkuu na mchakato unaendelea. Kwa hiyo tunaamini Patrick Mabedi ni nahodha sahihi wa kukivusha chombo hapa kuipeleka hatua ya makundi ya CAF Champions League. Kwa hiyo yuko tayari na ameanza programu zake na timu. Kesho timu inaingia kambini pale Avic Town, timu haitatoka pale mpaka siku ya mchezo, kwa maana ya Jumamosi pale Benjamin Mkapa. Morali ipoje kumalizia mechi, uwanja, yeah. Benjamin Mkapa. Morali ipo juu, morali ipo juu sana na hata wachezaji wenyewe kiukweli ni kama walikuwa wanatamani hii mechi ingecheza Jumatano, yaani lile dukuduku lilofukutu ambalo wako nalo kwenye moyo wao, waende wakalisawazishe, waende wakawape raha mashabiki wa Yanga. Unaweza kuimajini mashabiki wamesafiri umbali mrefu kwa njia ya basi, wamekuja mpaka Lilongwe Malawi, alafu wameondoka vichwa chini. Kwa hiyo wanajipanga na wako tayari kwenda kupambana Benjamin Mkapa kuhakikisha tunalipa kile ambacho kilikuwa ni huzuni kwa mashabiki wetu pale Lilongwe.